E, bwana mambo vipi? Karibu katika kipindi chako cha The Champions, na leo nitakuwa na The Champions. E, bwana mambo vipi? Poa, mzima mzima, za uko tokako nzuri kabisa. Ah, Salama kabisa. Salama kabisa. Mimi nilikuwa na swali langu eti kati ya upinzani wa Simba na Yanga unaathiri vipi katika jamii? Aa, upinzani wa Simba na Yanga kiukweli una athari mbalimbali katika jamii. Chukulie mfano kwamba kuna baadhi ya watu ambao mara nyingi huwa katika, katika hii mechi ya Simba na Yanga wanatoka mikoani ukitumia ukiangalia ma, mapato yao ambao wanaishi, sio kama ndo hela ambao wametumia kutoka kutoka huko mkoani kuja hadi huku Dar es Salaam kuja kucheki mechi ya Simba na Yanga. Ukitazama tuseme mazingira ya kimaisha ambao wanaishi, labda tuseme familia, labda haina chakula cha kutosha, lakini mzazi kama mzazi kaamua yeye kama, kutoka kwamba natoka hapa naenda kuangalia mechi Yanga, natoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Kumbuka anatumia nauli, anatumia gharama pia za za kula kulala njiani, si ndio? na hiyo pia inaweza ikawa ina athari kubwa kwa sababu ukiangalia mazingira ya nyumbani hawana hela, lakini una hela ya kwenda ku, ku, kuangalia wewe mechi. Wewe unaweza ukaa unajiuliza kwamba mtu ka, kaenda kuangalia mechi Yaani anakubali bora niangalie mechi lakini familia ilale njaa. Kwa hiyo hiyo inaweza ikawa ni athari kubwa sana kwa familia kwa ujumla. Pia tukizungumzia a swala lingine, uh, ukitazama katika hii mechi ya Simba na Yanga huwa kuna hisia kubwa sana ambayo inawashika mara nyingi mashabiki wengi, kwa hiyo unakuta kwamba shabiki mmoja labda tuseme tuchukulie mfano labda Simba kafungwa au Yanga kafungwa, shabiki wa Yanga akifungwa, alafu pia shabiki wa Simba akienda kumzodoa shabiki wa Yanga, akamzodoa pale pale ndani ya uwanja, lazima itatokea vurugu, kwa sababu atashindwa kuhimili yale maneno ambayo anaambiwa. Yale maneno lazima yatamuingia, na atakuwa na hisia kubwa, na ataanza sasa kumchukulia mwenzio kama ni adui yake, na ataanza kumpiga. Hiyo pia inakuwa ina athari kubwa sana. Aa, na pia katika huo upinzani wa katika Simba na Yanga una faida ipi katika jamii? Faida ya kwanza katika jamii hiyo, mechi huo inakusanya ina watu wengi sana na katika sehemu hiyo ya uwanja mazingira pale uwanjani, ukiwa na biashara yako ukienda kuifanya pale katika ule uwanja na ukiruhusiwa kufanya biashara katika sehemu hiyo ya uwanja lazima utapata, utapasa, uta, utapata pesa, pesa nyingi na pia utakuwa na wateja wengi katika hiyo sehemu pia kingine kuna kuna kuna kuna, kuna ukiwa uwanjani pale, mnakutana na watu mbalimbali mbali. pia hiyo ni faida pia, ambapo mnakutana, mnabadilishana mawazo kabla labda mechi ijaanza, kabla labda zijaanza kuwaingia vizuri, mnakuwa mna pale, mnabadilishana mawazo kabla game ijaanza. Kwa hiyo inasaidia pia kukutanisha watu ambao wasiofahamiana. Watu wengine pia wanafanikiwa kibiashara katika hiyo siku husika, kwa hiyo inasaidia sana katika kukuza uchumi wa jamii kwa ujumla. Ebwana mtanga, ebwana msikilizaji wa The Champions, karibu tena katika kipindi chako cha The Champions. Ulikuwa nami Mwasiti Ramadhani.